Wanawake kutoka mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA wamefanya tendo la hisani kutembelea wafungwa 80 wanawake katika gereza kuu la Isanga Dodoma. Hayo yamefanyika mapema Machi kumi na mbili mwaka huu na kuwapelekea mahitaji mbalimbali ikiwa ni mwendelezo wa shamra shamra za siku ya wanawake duniani. Akizungumza, Bikwini Mapunda ambaye ni mwenyekiti wa wanawake LATRA amesema moja ya lengo la kuwatembelea wanawake hao ni kuatia moyo katika mapito yao. Mbele yenu ni wanawake kutoka LATRA tumekuja kutembelea jeshi la magereza kwa ajili ya kuwaona wanawake wenzetu ambao wako hapa, lakini pia katika kusherekea kilele cha siku ya wanawake duniani yenye kauli mbiu ambayo inasema wanawake na wasichana 2025 20, haki, usawa na uwezeshaji. Kwa hiyo sisi tumekuja na zawadi hizi chache kwa ajili ya kuja kuwaona wenzetu na kuwatia moyo. Kwa hiyo tuna tunaomba tunawakabidhi hivi vifaa kwa ajili ya kusaidia wenzetu ambao wako hapa kwenye chuo cha mafunzo. Tunapenda kutoa shukrani zetu za dhati, kwanza kwa jeshi la magereza kwa ajili ya kupokea hizi za zawadi. Zetu ni chache, lakini tunaamini zitafaa. Lakini pia tunapenda kutoa shukrani zetu kwa uh, management ya LATRA ikiongozwa na mkurugenzi mkuu CPA Habibu Juma Suluo kwa kutuwezesha kuweza kuja mahali hapa, lakini pia kwa wanawake wote tumeshirikiana kwa pamoja kuweza kuhakikisha kwamba tunapata kitu cha kuweza kuwaletea wenzetu. Hata hivyo, tumewezeshwa pia na wafanyakazi wengine ambao sio wanawake wa pale wa mamlaka. Tunatoa shukrani zetu za dhati, tunasema asante sana. Kwa upande wake, mkuu wa Gereza Kuu Isanga, kamishina msaidizi jeshi la magereza, ACP Zefania Niligwa amewashukuru wanawake wa LATRA na kuwakaribisha kuendeleza kufanya matendo hayo. Huku Sifa Anyimike ambaye ni mrakibu mwandamizi jeshi la magereza naye akitoa shukrani zake, niwahakikishie kwamba wanafunzi hawa kwenye mikono salama, tunawahifadhi kwa mujibu wa sheria za nchi hii, lakini pia kwa programu mbalimbali mbali za urekebishaji. Karibuni sana pale mpotoa, Mwenyezi Mungu apate kuwarejeshea hata mara mbili au hata zaidi. Karibuni sana jeshi la magereza. Karibuni kwa ajili ya matendo haya muhimu ya huruma kwa wanafunzi wetu. Kwa niaba ya kamishina jenerali mkuu wa gereza, maafisa na askari wa gereza kuu Isanga, napenda kutoa shukurani zetu za dhati kwa wanawake wa LATRA, kwa kuja kuwatembelea wanafunzi wetu na kutuletea msaada. Tunawashukuru sana. Mungu awajazie pale mlipotoa kazidi kuwabariki nyinyi pamoja na familia zenu. Jamii itambue kuwa wanawake hawa wana mahitaji kama wanawake wengine. Tuwakumbuke, tuwapende na tuwajali kwani nao ni sehemu ya jamii.